Habari za asubuhi, habari za weekend. Madam Violet Konyani, kama kawaida yangu kila siku natamani kuzungumza kitu ambacho kitamsaidia mwanamke mwenzangu. Mimi naongea na mwanamke. Japo sio lazima kimsaidie mwanamke mwenzangu, kinamsaidia sana mwanaume kwa sababu tuna, tunaishi kwa kutegemeana na kila mtu anamtegemea mwenzake ili aweze kusonga mbele. Leo natamani kuzungumza kitu kidogo kwa kuhusiana na ukuaji, yaani ukuaji binafsi nikiwa namaanisha kwamba a uh, hasa sisi kwetu wanawake, maana mimi ninawalenga sana wanawake a uh, kadri umri unavyozidi kuenda, sisi kama wanawake kuna vitu tunavihitaji, tunatakiwa kutoka kwenye utoto na kuingia kwenye utu uzima a uh, tulivyokuwa yani, kadri unavyokua, kuna vitu labda ulikuwa unavifanya vingi ni mapungufu ambavyo ni lazima uyaache. Sasa vitu mapungufu mengi ambayo huwa tunayaacha, huwa tunayaacha kwa kujifunza, yani aidha ulifanya kitu, inawezekana hata kumkosea mtu ulimkosea mtu, maanake umejifunza kwamba kumbe nilifanya moja mbili tatu, lile ni kosa ambalo natakiwa kufanya nini? Kujirekebisha. Nilikuwa na maisha fulani ambayo pengine hayapendezi watu au hayanipendezi mimi mwenyewe, wala hayampendezi Mwenyezi Mungu. Kadri ninavyokuwa lazima vile vitu nifanya nini, au hizo tabia nifanya nini, niziache. Nilikuwa sina utamaduni wa kusave pengine, sasa umri unavyozidi kwenda, majukumu yanazidi kuwa mengi, nianze kujenga utaratibu wa kusave, niweze kuwa na kipato changu. Nilikuwa na marafiki ambao uh, sio kwamba ni wabaya kwako, kwamba hawa marafiki kwa namna tunavyoenda, kuna wengine lazima niwapunguze, kuna wengine lazima tuende sawa, ili mambo yafanye nini yaende, sio kwa ubaya. Na wengi waga wanaona kupoteza marafiki kama kitu cha ubaya, na kwanza sio kwamba tunawapoteza, yani tunakuwa kila mtu namna anavyokuwa anaenda kwenye njia yake ya upambanaji. Hata kama mlikuwa mnapendana sana, hata kama mlikuwa mnakosana sana, lakini ifike mahali lazima wote mkomae, kwa sababu dunia sasa hivi inamhitaji mwanamke ambaye kichwani amemachua kwa hiyo wewe siku zote usitembee tu ukiwa unaangalia tu, alinikosea kitu fulani mwaka jana, basi wewe umekibeba, alinikosea mwaka jana, mambo yako yanalala. Lakini pia tunaendelea kujifunza kwamba kama kuna kitu ulikuwa unakifanya, hakikisha kile kitu kinaendelea kama kweli ni cha kwako. Usisimamishe maono yako, kwa sababu changamoto za dunia zipo na haziishi. kwa hiyo ni kuita kile na mafanikio mwanamke mwenzangu, lakini nikuambie kwamba hauwezi kusogea mahali popote kama utafananisha matatizo ulionayo, utafananisha marafiki ulionao na maono yako. Yaani hivyo ni vitu viwili tofauti, na ndio maana kuna wakati unasema mbona wale mimi nawaona kama maadui, lakini mbona naona kama wanafanya kazi pamoja? Kwa sababu maadui ni wao, lakini maono yao yanapendana, yaani maono yao ni lazima yaende wanapendana hawapendani. Kwa hiyo na kwa sababu ni machuad, wanajua kwamba sisi ni lazima tufanye kazi, ili hiki kinachokiatamia kiweze kufanya nini? kikue Nilikutana na mdogo wangu mmoja juzi, actually tulikuwa tunazungumza, akaniambia, dada yangu, yani kuna vitu ili upige hatua, kuna mambo kadhaa inabidi upunguze, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu na aliniambia vitu ambavyo ni ni vya ukweli, vingine vinaumiza. Lakini mimi sikujali kwa, kwa, kwa sababu nikaona huyu ni mtu sahihi sana kwenye maisha yangu kwa sababu wanao nizunguka hawajaweza kusema yale mapungufu nilionayo. Lakini huyu amejivika joho la ujasiri akaniambia mapungufu niliyokuwa nayo, maana yake huyu natamani niendelee mbele. Ndivyo tunavyoishi na ndivyo tunavyokuwa, kwa hiyo huko kwenye jamii. Na jana niliandika kitu fulani kwamba kama hutaki kukosolewa, basi usifanye chochote kwenye haya maisha. Lakini kama unafanya kitu utakosolewa, watu watakubeza, watu watakukataa, watakusema, watakuundia vikundi n yani watafanya chochote kile, ili mradi tu uonekane aidha ufai au akurekebishe. Kwa hiyo kama unafanya kitu chochote, kubali kukosolewa, jifunze katika makosa, mambo yako yataenda mbele. Kwa hiyo nimetaka tu kukuambia kitu asubuhi ya leo, tujifunze ukuaji. Ukuaji ni kubeba vitu vingi, ukuaji ni kupangua mambo mengi, ukuaji ni kuendelea kujiboresha, ili kila siku uendelee kuwa bora. God bless you all.